Sasa kwaneakatotokanakupadi jamani, bwana Yesu asifiwe, bwana Yesu asifiwe. Hata kupi chochote, lakini kuna frequency. kuna mnara unasoma ndani kati ya moyo wako na moyo wa huyu mtoto. Sasa kama wewe, Bibilia inasema enyi waume wapendeni wake zenu. kama wewe hilo jambo alijaja kwa ukama ufunuo, na nikaingia ndani ya moyo wako, ukampenda mkeo bila sababu kiasi gani unampenda kumnara, unasoma mpaka yani, kama ni mshale ukwamia na na 80 kwenye gari unataka kukatika. E, anazidi kufanya mabaya kweli? Kueleze wakati unatekeleza haya, haimaanishi huyo mwenzako anafanya sawa sawa. Maana unajua sisi wanadamu tunaishi kwenye mfumo ambao tunataka kulipizana, lakini mambo ya kimungu ni kabla jambo haujalipokea katika ufunuo, hilo jambo likibaki tu kuwa ni la kimafundisho, ni la kiakili, ni la kielimu, hilo jambo linakuwa zito sana ulibeba kwapo, linakuwa gumu kwa kwa hata kutekeleza. Yesu asifiwe sana. Amen. Nakwambia vitu vya kawaida tu, kawaida. Kwa hiyo elimu hii ya Mungu na kuwa kwa Mungu kwa mtu wa Mungu ni kupata mafunuo zaidi kwenye eneo fulani la maisha. Sasa usijengee pia msingi kwenye mafunuo. Mungu akikufunulia ke jambo kesho, anaweza kaongea jambo contrary kabisa, yani tofauti kabisa na aliyokufunulia jambo leo. Weka ngozi pale kama Gideoni, kesho hata ongea habari ya ngozi tena, ukileta ngozi akaitoa kabisa. Ndio maana watu waliojenga ma, ma misingi ya imani kwenye mafunuo, eventually walikuwa wacha Hivi unajua kwa nini Mungu aliamua lile sanduku la agano mpaka leo halijulikana lilipo? Maana watu wangeliona sanduku la agano kuna, kuna, kuna, wangekuwa wanaliabudu hata leo.